yenu iwe zabiu mbele za Mungu iliyo takatifu, maana ndio ibada yenu yenye maana inayompendeza Mungu. Haleluya, amen. Je, viwango vyako vya kiroho vya maombi viko kama jana au mingi hata jana hauda? Bwana Yesu asifiwe. Ishara nyingine niache zipo nyingi ishara, naomba niangalie Marko kumi na sita kumi na sita na kumi na saba Marko kumi na saba naitidishia hapo, siku hizi nami naenda taratibu hivyo. Marko kumi na sita kumi na sita sha ishara. ishara ni alama ya wazi, ni utambulisho, ni kitambulisho kinachothibitisha wewe umekubaliwa na Mungu, wewe una Mungu ndani yako. Kama Roho wa Mungu anataa ndani yako, wewe una Mungu. Ndio. Aaminiye Am, na kubatizwa ataokoka, asieamini atahukumiwa. Hiyo ndio point. Na ishara hizi zitafuatana nao na hawa waaminio, ishara gani? Moja, kwa jina langu watatoa pepo. Ishara kwanza, unakuwa na mamlaka juu ya mapepo, unakuwa na nguvu juu ya mapepo, kuyatoa mapepo. Ehe, ishara pili, watasema kwa lugha mpya. Namba mbili, watazungumza kwa lugha mpya. Watashika nyoka, hata akinywa, akinywa kitu cha kupika, watashika nyoka na nge awa kila kitu cha kufisha hakitawazuru kabisa. Asante, haleluya. Ishara hizo ishara kwanza ni kutoa mapepo. Wewe mtu uliyokoka lazima uwe na mamlaka juu ya mapepo, je? Amen. Amen. Yeah, we wewe mapepo, ako na mapepo unayakemea au naukimbia? Maana Mungu asema nimewapa mamlaka juu ya nguvu zote za yule mwovu. Wewe uliyookoka, kama umeokoka kweli, una mamlaka juu ya mapepo, una mamlaka juu ya majini. Lakini kama unaona umeokoka, bado unaogopa ume, mapepo unaogopa, makata unaogopa, subuani unaogopa, sijiji chenigani, wewe bado huna Mungu ndani yako. Waliookoka waogopi mapepo, amen. Waliookoka waogopi majini.